Mkakati hata wapemba wasome namna kamakwendaduaju kwa vile, tatizo kubwa ni nini? Ni watanganyika. Kwa maana hiyo hiyo tuwaangalie watanganyika kwamba sisi tunawapenda, na wamelieka wazi tatizo, ili wamelizungumza kwa uwazi kabisa. Yule Lukuvi kaenda luku, kanisani kabisa, akawaambia hatuwezi kuwaachia hawa wakatawalisha Uislamu wa manaka minhum illa yuminu billahi Aani, tatizo ni hili. Kwa vile insha Allah tunakuombeni ikiwa kweli tunataka kutatua tatizo ni ukweli, lakini tujue wanaotutia katika mabala haya ni Watanganyika, ndio wanafanya hilo kwa maslahi ya kuendesha ukafiri wao, na ndio maana hata tukizungumza hili jambo la mashehe, na kisa kimoja hicho, kisikilizeni kidogo, mniachie hicho tu. Kuna mbunge mmoja akiitwa Yusuf Abdurabi, Mtanganyika huyu. Yusuf Abdurabi alichukua ali, ali, ali, ali, meno ya tembo akakamatwa kwenye gari lake la bunge mnamo meno ya tembo, alifungwa miaka 30, kwa kosa hili hili la meno ya tembo. Alikamatwa padri na meno ya tembo, alifungwa masaa 24. Hebu liangalie hiyo jambo kwamba watu hao wa wawili wamefanya kosa moja, mmoja masaa 24 na mmoja miaka 30 gerezani. Hiyo inaonyesha ni nini? Kuna watu walioua walioua kanisani wakaenda wakawaua wakapigana wakaua watu watano lakini serikali ilimtuma waziri mkuu wakati ule Malicela ende akawapatanishe. Alipokwenda kuwapatanisha, wakamzomea. Akatuma Mrema ende akawapatanishe, walipopatanisha, wakakubali kupatana. Mrema alipewa naibu waziri mkuu, baada ya kuwa ni waziri wa mambo ya ndani, akaongezewa cheo kwa sababu ya kuwapatanisha watu. Majambazi wameua, lakini wanakwenda nini? Leo mashehe ambao wamefanya haki kuelezea jambo lao la kisheria la kikatiba wako ndani mwaka wa pili mashehe 52 wako ndani, wanaendelea kuteseka kwa vile. Tunawaambia, ikiwa kweli tunahitaji matatuzo yao ya Zanzibar yatatuke, kwanza ni kujua adui yetu ni Mtanganyika, ndiye anetes nema hii, na halafu tuwe wa kweli katika jambo hilo, insha Allah, Allah ataturudisha katika amani, na Zanzibar yetu ni nchi ya amani. Wallahi tunapendana pamoja, tunagomeana. Mmaalizie jambo moja, juzi dadangu mimi mtu mzima kaja kunipa ndizi, mwambie nichukue ndizi ukampelekee fulani